Wachawi wa kabila la Pakwao. Jamani, yeah. Kwani wameona nini hao? Bwana mwiki... Eh. Eh. Ah, shachanganyikiwa eh. Wajikibiza wenyewe. yako Shikamo bibi. Jambo. Nimemkuta mwenye yote. Hapana, madhali sijamkuta mimi, acha niende. Sawa. Ah, uh, samahani mama. Samahani sana. Ah, uh, shikamo mama. Maraba leo. Nzuri, karibu. Nilimfuata mama mdogo wako hapa lakini nimeambiwa hayupo, kwa hiyo acha niende. Ah, sawa sawa, kwani ulikuwa na ujumbe hata kumwachia? Hapana, lilikuwa hapo jambo e, mimi naye ah, binafsi. Nitamwambia kwamba ulikuja. Haya, ah, asante. Ah, wacha Mbona mtazamana sana ule mama? Unamtazama ni kama vile mnafahamiana hivi. <laughs> <Maana njaa, twende. laughs> Hapa kijijini yupo kijana ambaye hajachezea ujana wake. Nasikia kesho na siku ya mwisho mganga anaondoka. hmm. Hmm, mama, kwa hiki kijiji chetu kilivyoharibika, vijana walivyoharibiwa na, na utandawazi kabisa, kuwepo hmm. na kijana ambaye hajachezea ujana wake. Mama, hiyo sidhani itakuwa hamna kabisa, sidhani kama kuna kitu kama hicho, yani Mama. Kuna wageni wako na safari hii hapa tunamhitaji Rusajo. Siku zimekwisha muda umeshafika wa kutoa sadaka katika kijiji hiki hmm. Na sio hivyo tu, bali endapo Rusajo atakaidi kufika kwa wakati, basi mauti unamsubiri. Wachawi wabaya wanatusumbua sana, wachawi wabaya wanatutesa. Unatafuta na ukishapata wanakuroga, na ukishapoteza wanabaki tu wana kucheka furaha yao. Mimi mwenyewe nilishamtoa mtoto wangu wa kiume kafara. Umesahau? Ni lazima wewe utolewe kafara. Wachawi wabaya wanatutesa, wachawi wabaya wanatusumbua sana, wachawi wabaya wanatutesa. Familia imefanya makosa. Kafara ilopita tulimtoa ndugu yetu, lakini hii kafara sasa hivi sioni kama mnaenda kuitendea kile familia, eti kuhusiana kwamba Lusaji hajai kulala au kukutana na mwanamke kimwili hata siku moja. Mimi sikubaliani na hilo. Hivi mlisikiliza mizimu kweli? Mizimu ndiyo iliyochagua. Sijui, sisi tumekuja kuulizia tu. Kama mnaona ni vizuri hivyo, basi sawa Kijijini kila mtu anatamani kufahamu wewe ni nani, kwa sababu hata familia yako unaoishi hawajui wewe ni nani. Ha, mimi inaucha sauma so. Na ni kweli unachokisema, hawajui nilipotoka wala hawajui familia yangu, na hata pia mimi nimepoteza kumbukumbu zangu, wao sijui nilipotoka wala sijui familia yangu iko wapi, kweli. Sa, kama umepoteza kumbukumbu ulifikaje nyumbani kwa kina Rusaji? Nakumbuka kuna siku nilikosa sehemu ya kulala uyo, kwa hiyo Rusaji, wewe ndio ulinisaidia na kunipeleka kwao ili kulihifadhi. Kaka, hapa nilipo nimepotea, na sina kumbukumbu yoyote nilipotokea wala ninapoendea. Kwa hiyo na kuomba kaka unisaidie, natamani nikuulize hata swali, lakini kutokana na maelezo yako kujitosheleza sitakuwa na swali juu ya hayo yote uliyozungumza. Mimi nitakusaidia. Asante kwa Basi nifuate. Lakini uko nini unaniuliza hiyo yote? Hapana, si kwa vibaya, isipokuwa hapa kijijini watu wanataka wajue. Sema kama wewe umetokea wapi na familia gani, na hata hivyo hapa kijijini watu wanamshangao mkubwa Ngekusema kama wewe ni binti ambaye mwenye nguvu za ajabu. Haba, mmenikosea. Sina nguvu za ajabu wewe. Samani. Kwaherini. Yani katika hiki kijiji hakuna mtu asimfahamu mzee Mlamba. Kijiji chote hiki mzee Mlamba anajulikana yeye ni nani, na, na hivyo maneno yake yote aliyoniambia, yaani tajitahidi kuyafanyia kazi. Safi sana tena safi sana, ila katika hili inabidi ufanye jambo hili. Inabidi Lusajo ajiweke mbali na yule binti. Sawa, sio, nitajitahidi. Sio utajitahidi. Inabidi ufanye hivyo. Lusajo ajiweke mbali na yule binti. wanatusumbua sana aaa, wanatutesa. Hizo taarifa zozisikia ni za kweli kabisa, kwa sababu wamekuja kutuambia hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo muna ni mamdogo, unajua mi nashangaa haya mambo yanawezekanaje? Hivyo yanawezekana vipi mamdogo? hmm. Haya mambo yanawezekana kwenye kiiti cheu, kwa sababu wewe mwenyewe nilishakwambia oata na ukautunza ujana wako, na ndiyo maana unaona haya yote yanatokea kwa sababu wewe umejitunza. oh, hmm. Vijana wetu hapa wote mtana wakifikia miaka kumi, miaka kumi, kumi na mbili wanaharibu ujana wao kwa sababu gani? Wanakwepa hicho kifo cha kafara. Kwa hiyo wewe ndio kabisa hizo taarifa zilipo ni za ukweli na wewe ndio natakiwa ukatoe kafara. Kwa jambo mdogo mimi nashindwa kuelewa. Hivi hizi mila na tamaduni mamdogo bado unaziamini? Kwa sababu unaona kama zinanichanganya mimi. Sasa hapa mamdogo mimi nitafanyaje sasa hapa? Yaani ni kile taarifa nzuri kabisa. Kwenye hiki kijiji kwenye hii mzimu yani hata ukimbilie wapi? Popote pale atakapokimbilia watakufuata. Kwa hiyo hata mimi unaponiona mwenyewe hapa nimechoka akili, kwa sababu sina cha kusaidia hata kimoja, na sina jinsi ya kuizuia hiyo mizimu. Yani hata ukimbilie wapi? Kwa hiyo ndio hivyo. Hapana mama mdogo, mimi sitaki kufa, yani sikufa, mimi sitaki. Sasa nisaidiaje hapo mama mdogo, nisaidiaje mimi ingawa inaniuma hata mimi mwenyewe kuona unaenda kutolewa kafara, kwa sababu hatutoonana tena, lakini sina cha kufanya mwanangu. Kijana wako umeutunza mwenyewe. Okay. Lakini mamdogo, nina wazo, ndio nina wazo. Unajua <laughs> binti Swaumu, tulimsaidia, ana uwezo wa ajabu, uwezo wa ajabu. Ndio mamdogo, uwezo gani? snikasukumza naye ninaamia na uwezo kunisaidia wachawi wa kabila la pakwao. Asante sana mpenzi mtazamaji, kwa kutazama tamthilia yetu mwanzo mpaka mwisho. Ninasema muendelee kutazama vipande vingine vinavyokuja, episodi nyingine inayokuja, nikisema hivi, tunawashukuru sana, bila kusahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya Viva kama hujasubscribe na ku-like, ku comment na vile vile kwenye TikTok tunatumia Viva TV Mafia. Kwa hiyo ukiingia kwenye TikTok utaweza kututazama. Vile vile Facebook tunatumia Viva TV Mafia, na penye ukiingia kwenye Facebook, TikTok na Instagram ni majina yale yale, Viva TV Mafia. Viva TV haijaishia kwenye Viva TV tu, ipo na kwenye Viva Restaurant kwa hiyo tuna Viva Restaurant ambako unapata huduma zote nzuri za chakula. Vile vile tuna Viva Guest House ambako utapata sehemu nzuri ya kulala wewe na mtu wako, wewe na familia yako, kuna kea ya kutosha na sehemu iko tulivu, sehemu nzuri sana, bila kusahau Viva Bar. Tunapata vinywaji pale Viva Bar. Unaweza kupata kila kinywaji unachokihitaji, wahudumu wako mahiri na kila kitu kiko vizuri. Na Viva TV au Viva Restaurant, Viva Guest House ipo barabara ya kuelekea Utende ambako kunaitwa ni Utende Road. Ukishashuka kwenye meli au ukiwa maeneo yote yale ya Mafia usisahau kuulizia Viva. Bodaboda wote boda wanafahamu Viva, kwa hiyo watakuleta Viva utaweza kupata hizo huduma zetu zote.